Wanafunzi wa shule ya msingi ya Kerangi katika wadi ya Kiambere huko Embu wanakabiliwa na hali ngumu ya masomo kutokana na ukosefu wa madarasa ya kudumu. Shule hiyo imetegemea madarasa ya udongo ambayo ni hatari sana wakati wa mvua au upepo mkali. Hali hiyo ilidhihirika zaidi mapema wiki hii baada ya upepo mkali kung'oa paa za madarasa mawili. Upepo mkali uliweza kufamia madarasa na kuharibu, isipokuwa ni venye tunashukuru Mungu, kwa maana tuliweza kuona upepo kwa mbali na tukaambia watoto watoke kabla ya kukumbana na lile njanga. Maana kama huo upepo ungeingia watoto wakiwa ndani, hakika wangeumia wengine, pengine wangeenda hospitali. Kwa sasa tunaongea hivi yale madarasa watoto wetu wakisomea pale wanapata changamoto nyingi, kwa sababu yana vumbi. Ni madarasa ambayo yana mianya mingi, watoto hawawezi kuconcentrate kwa darasa, kwa sababu wanaona wale wanapita pita. Mara wakati wa mvua, hayo madarasa yetu yakishika maji yengine yanabomoka, na tunapata changamoto haswa wakati mvua kubwa inakuja. Sisi tunahimiza serikali itujengee tu madarasa mazuri, madarasa ambayo ni conducive environment kwa wanafunzi wetu ili waweze kusoma na watie bidii, kwa sababu walimu tunao, lakini madarasa imekuwa changamoto kabisa. Kutoka kaunti namba 14 tuelekee